Naitwa anaitwa Christopher Kalija, niko barabara ya Mkendo karibu na NBC benki. Mimi ni mshabiki dakidaki like, like wa Simba, asababu na leo tuna dabi kati ya tuani wetu wa Azam. Katika siku ya leo tunawatakia matokeo walio mazuri e, kimwambili hasa mchezo wetu

Katika Mzizima dabi leo tunawafumua tatu bila tatu tatu bila. Bwana nikushukuru sana.